wa ridha nafsika wa zinata arshika wa midada kalimatika. Amma ba'd, ndugu mratibu wa ofisi ya mufti, ndugu mjumbe wa bodi, viongozi mbalimbali wa taasisi za kidini, maimamu, viongozi wa madrasa, mabibi na mabwana, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndugu Islam, shughuli yetu hii ilianza kwa kusoma Qur'ani hapa aya chache, ambayo ni katika suratu al-Imran, aya mia moja na tatu pale tulipoambiwa watasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Nianzie hapa, Mwenyezi Mungu anatuamrisha tushikamane na hablillahi Mfasili akasema kuna walioona ni Qur'ani yenyewe, kuna waliona dini yenyewe, na mambo kadha wa kadha. Wenye fani zao wanasema, tafsiri ikija kama hivi, ikiwa hazipingani zote zina maana moja, itachukua maana zote hizo. Ikiwa ni dini, ikiwa ni umoja, ikiwa ni kitabu, basi zachukua maana kwa pamoja zote. Na hapa nadhani maana hazikinzani. Kwa hivyo watasimu bihablillahi jami'an iwe ni Qur'ani, iwe ni kila kitu. Wengi waliopita hapa wamezungumzia kuhusu suala la amani. Tukichukua tafsiri kwamba pale tumeambiwa tushikamani na dini ya Mwenyezi Mungu, basi wanasema wasomi kwamba ma la yatimu lmashruu illa bihi fa huwa mashruun, chochote ambacho kinafanya wajibu hautimii basi nalo huwa ni wajibu jambo hilo. Hatuwezi kufanya mambo ya dini kwa uhuru bila ya amani. Nikitokea balaa hapa, hawa watakaoswali pengine ya dhuhuri, basi misooni kwa mbele huko. Ni kweli si kweli? Kwa hivyo dini inahitaji nyenzo ya amani, lakini maisha pia inahitaji nyenzo ya amani, biashara uchumi, afya na kila kitu unahitaji nyenzo ya amani. Na kila ambalo halitimii kupatikana amani, kwamba haitimii amani, basi nalo na litakuwa ni wajibu. Tutahadhari sote, raia na viongozi, kutumia kauli zetu au vitendo vyetu, eh, vikaathiri amani, utabeba dhima ya duniani na akhira. Kuna maneno mitaani huko husema ovyo ovyo, kwamba haya mambo ya siasa haya bwana, ani apa hapa tu ulimwenguni hapa, Mungu hachukui hukumu mambo kama haya. Ikiwa mtu ana itikadi hiyo, au mambo haya ya, ya michezo ya kawaida tu hivyo, nasema haya ni hapa duniani tu. Ikiwa umefanya kosa shekhe, la maneno la vitendo, kesho utajibu. Nataka nitumie neno si zuri sana hapa, lakini la mfano. Hapa tumekusanyika sie. Lakini kuna mtu mmoja akijaribu kufanya maksudi kutoa upepo akakera watu atapata dhambi kwa hivyo hata hali hiyo pia akhera itahukumiwa. Na ikiwa mtu atajizuiazuia auende msalani akafanya habari zake atapata thawabu maana yake ameondosha idha kwa Uislamu. Ameondosha idha yani makero kwa Uislamu wenziwe binadamu wenzake. Hii hali ya kutofautiana ndugu wa Islam imekuja katika hali nyingi sana. Mwenyezi Mungu amesema, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wajaalnakum shuuban wa qabaila litaarafu. Kazungumzia hapa maumbile, lakini ziko tofauti za kiakili, ziko tofauti za kimapenzi, mapenzi ya halali kabisa, ikiwa ni chakula au ya hali yoyote ile. Kwa hivyo tujitahidi tuweze tofauti zetu. Wanashuoni wameweka mlango maalum unaitwa maadul afaal au awaqibu al afaal, Considering of outcome, yani nikifanya hili mie itatokea nini. Kwa mfano, unaweza ukasema acha nitoe mawaidha mie, lakini kume mawaidha yale ikawa tasababisha matatizo Eh, kila pahali kina pana, pana, pana, pana mazingira yake. Kwa hivyo kitu ambacho kinaleta madhara basi usikifanye, na inawezekana ukaona we labda waondosha uovu kwa jambo fulani, labda natetea haki yangu, labda hivi. Kuna kanuni inasema, inkarul munkari idha kana yuaddi ila munkarin akbar Fainkarul, Munkari, munkarun, tafsiri yake, manake ni kwamba kuondosha uovu ikiwa kutapelekea uovu mkubwa zaidi, kuondosha uovu huo ni uovu, ni dhambi. Nitakupeni mfano, mnielewe. Wakati siku moja nasomesha kwenye darasa yangu, nitoa kaida hii ya kifiki, kuna mwanafunzi akasimama, akasema huko kwetu kuna mtoto alipata ujauzito wa bahati mbaya kwa hivyo baba akaamua kumfukuza, ondoka kwangu, yeye akidhani kwamba ni kutia adabu. Baada ya miaka miwili mitatu, wakaambiwa wale watoto wasiokuwa watatu, sasa sijui wawili, wameongezeka. Baada ya kumfukuza ye aliona anaondosha uovu. Mfano, mtoto amekuja saa nne usiku, hupendi nyumbani, arudi mapema, yani arudi kwa kuchelewa, ukamwambia utalala uko huko leo. Haya ni madhara kwa hivyo kutetea haki yako, angalia kwamba haki hii na madhara yatakayotokea. Kwa hivyo lazima ufanye, ufanye considering of outcome awaqib al afal, hili nikilifanya itatokea nini? Jambo hili lina magusa watu wote, sisi raia hapa tunaomba dua na si viongozi wa ngazi mbalimbali, tuchukue nafasi hii kufanya wajibu wetu kwa namna yoyote ile, sote tutaulizwa kesho akhira. Tujitahidi. Na miongoni mwa wajibu wetu sisi raia ni kuwasaidia viongozi ili walete hiyo amani. Allah tabaraka wataala amesema, wataawanu ala lbiri wataqwa, saidia neni katika mambo ya uchaji na, we, na kutenda wema. Kwa hivyo, raia unamfanya kiongozi aweze kukaa barabara, umsaidie ni kuwa katika subira na toaa hivyo hivyo. Na kiongozi wasaidie raia wako wa kutii, pawe na salama. Nadhani hili tunalo. Kwa hivyo tutahadhar, tuchukue nafasi hii kuona kwamba ikiwa ile, wahabillahi jamian, kwamba ni dini, basi dini inahitaji amani. Kila ambalo litasababisha amani, basi nalo ni wajibu Ma la yatimu lmashruu illa bihi fahuwa mashruu. Ikiwa umeamriwa usali wewe hapa mtaani kwako, kwa hakuna maji, lakini gongo mawe yako kutafuta maji hayo ni kazi yako. Huo ni mfano tu. Kwa hivyo kila ambalo litasababisha amani, basi hilo ndiyo haja yetu, hilo ndiyo haja yetu. Miongoni mwa hayo ni subira, tolerance, tustahamiliane kwa kila hali, viongozi wawe wastahamilivu, halikadhalika na raia wawe wastahamilivu. Uchaguzi unakuja huo, pengine inawezekana kwenye eneo lako ukaona labda hakupata umtakaye, eh? hakupata umtakaye, tufuate utaratibu na ikiwezekana kama hatuna basi, tusivunjike moyo inshallah, haki yako hiyo siku ya kiyama ipo tu. Kabisa, kabisa. Hakuna litaloachwa hapa duniani ikawa halikulipwa. Kabisa, kabisa. Na yule mwenye itikadi ya kusema haya mambo haya. E, mitaani, raia wa kawaida, hawa kusema haya mambo haya, bwana ani hapa hapa duniani tu. Ikiwa mwenye itikadi hiyo, tukaribia kukwambia usilimu, shekhi. Mungu hachi chochote kabisa. Akhira, Tutahojiwa sote, mkubwa mdogo, hakimu, kadhi, mwalimu, askari, yoyote yule. Kwa hivyo tujitahidi sana kutunza jambo la amani. Kipindi hichi chote tumekuja hapa kwa ajili ya kuomba dua, kila mmoja akiondoka hapa achukue zawadi fulani fulani, ili familia yake, jirani zake, apeleke dua hizi ziendelee usiku mchana mpaka baada ya uchaguzi. Tupendelee sana kusoma hasbi llahu wa nimal wakil. Hata ukipata laki moja, ukipata milioni, from now mpaka siku ya uchaguzi, endelea hizo, kwa nia ya kutaka matarajio yako matakwa yako yatekelezwe, kwa nia ya kupata nguvu, haki itawale na amani na subra vile vile itawale, hasbi llahu wa nimal wakil, idadi yoyote ile, na askari nyingine mbalimbali mbali, ambazo wanachuoni na viongozi watatuelekeza. Karibu miezi miwili hivi nyuma misikiti yote ilikuwa ikizungumzia habari ya amani, mpaka jana kwenye hutuba za Ijumaa, amani amani, kwa aya mbalimbali na namna mbalimbali mbali, ambazo zilitufanya eh, tukapata hali kama hii. Hali kama hii kama alivyosema mratibu hapa ni ngeni kidogo, e, utulivu e, kama huu ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni ajabu kidogo. Kwa hivyo tunasema alhamdulillah na dua utakabaliwa kwake. Inachukua muda pengine, si za mwaka huu, za mwaka juzi, kwamba la ya Rabbi, tupe salama, hatuwezi kujua. Kwa hivyo tusiko, tusichoke kuomba dua na adhkari mbalimbali kwa ajili ya kupata hiyo amani, ili maisha yetu, biashara zetu, uchumi wetu, ibada zetu zichulizane. Tukitoa mfano jamani, ikiwa amani imevunjika, Mungu atunusuru masaa tu Hawa watakao wahi kuswali hawa, watasali wapi? Porini, misoni, kwa mbele huko. Wengine hawataswali kabisa, wataacha watoto wao wataacha majumba yao na kila kitu, na imetukutokezea hapa mara nyingi sana. Kwa hivyo tunaomba jamani, sote sisi raia tuwe watiifu, tuwe watiifu kuwasikiliza viongozi wetu, na viongozi na wao wawasaidia raia kuwatii wao viongozi, wataawanu ala albirri wattaqwa. Ma la yatimu lmashruu illa bihi fahu fahuwa mashruu. Naipenda kuirudia hiyo. Wa hivyo kila mmoja aone njia gani itapatikana amani hapa, ni wajibu wako huo, hata kama hujaambiwa. Kwa hivyo inshallah tuendelee na dua hizo na saha zangu. E, kwa uchache naomba niishie hapa kwa sababu ya muda. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh so. so. Wa alaykum salamu wa rahmatullahi wa barakatu, asante sana Sheikh Daudi kwa yale yote ambayo uleleza hadhara hii. Tumwombea Allah subhanahu wa ta'ala, atuafikishe na tumeachukua yote yale mazuri ambayo umetueleza kwa faida ya hapa duniani na kesho akhira. Baada ya mazungumzo na maelezo yeye, mi rasmi inayofuata sasa ni dua ya ufungaji. Dua hii bi idhnillah, Sheikh Bashir, Bashir.